Upendo haumo katika maneno, unaonekana kwa matendo, hauonekani kwenye raha, dhivitika wakati wa shida. Ok, hi everyone, ninakukaribisha tena katika session yetu ya siku ya leo na kama nilivyokuwa nimeahidi, leo tutaenda kufanya wimbo wa mtumishi wa Mungu Ambwene Mwasongwe. Wimbo unaitwa upendo. Oh, sorry, wimbo unaitwa upendo, wimbo um, unaitwa upendo. Upendo haupo katika maneno, unaonekana kwa matendo, haupo katika maneno, unaonekana kwa matendo. Sasa huu wimbo ili uweze kuupiga, unahitaji kwanza kuzifahamu open chords nyingi sana kama unatamani kuupiga katika kausti, kwa maana ya open codes, unahitaji kuzifahamu open code nyingi, lakini pia unatakiwa kufahamu tonic solfa zake uh, za kutosha. Lakini cha tatu pia unatakiwa kujua namna ya kuweza kuziunganisha timing, ya namna ya kuweza kuziunganisha hizi hizi kodi zako. Sasa leo tunaanza na tunaanza na intro na, naomba tuufanye kwenye ufunguo huu, ufunguo wa A. Na katika ufunguo wa A, maana yake tuna kodi number moja ni A yenyewe namba mbili hii hapa itakuwa B minor. Hii hapa hii hapa, oh, this one. Namba tatu itakuwa hii hapa C sharp minor. Namba nne itakuwa ni D major. This one. This is number 4 chord okay, this one number 4. Namba 5 hii hapa ni E major. Namba sita hii hapa F sharp minor. Namba 7 hii hapa sharp diminished, alafu narudi kwenye namba nane ambayo ni moja pia. Sasa nimejaribu kutumia suspended chords nyingi ili kuongeza ladha. Leo natumia vidole. Eh eh. Angalia kwanza strumming pattern ninavyofanya huku huku. Oh. Huku nimeshika suspended 2 chord ndio A yangu, na yashumu ndio A in act kama A, lakini huku na Ona strumming naanzia na kwenye uzo wa tano. siku moja nilipigiwa simu. Huku nimeshika A sus2 kodi vidole viwili tu hapa na hapa basi, uh -huh. na hivi, afu kuna stramu hivi. siku moja nilipigiwa simu Ilikuwa simu ya mwaliko. Angalia, napiga namba moja ambayo ni A suspended tu mbonaanza, siku moja nilipigiwa simu, alafu naenda namba nne ambayo ni D. Ilikuwa sasa hii namba nne ambayo ni D major hii hapa, this one is D major. Nachokifanya naipiga namna hii. Oh, this way na kamata tu hivi, hii inakuwa d suspended two namna hii. Na kwa hivi, kumbuka, kwa sababu unapiga kwenye open chords, kwa hiyo kuna nyuzi nyingine huku sijashika, lakini nazipiga kwa mfano. Uzi wa kwanza umesikia huu, huku sijaushika, lakini naupiga naucheza. Hii hapa ita act kwenye kwenye d major, kwenye kwa hiyo itakuwa ni d suspended two. Kwa naanza siku moja nilipigia wasi ilikuwa simu ya mwaliko. Sasa hii hapa ni E major, hii namba tano, lakini naipiga katika open, katika open maana yake napiga nyuzi zote. Na nachokifanya naanza, okay so, siku moja Simu ilikuwa simu ili ya mwaliko: Jumapili tutamshukuru Mungu kwa sadaka ya pekee, uje uimbe kanisani kwetu. Muda ulipofika, wimbo ukaimbwa, wao wakaja mbele za kijana na binti moja. Msemaji wao akaanza kutoa hotuba fupi kabla sadaka hazijatolewa. Okay, hiyo ndio chorus, alafu kuna upendo haumo katika maneno una Sasa hii ini, B hii ni B sas tu. Hii hapa A a sharp, then B. Kwa hiyo naipiga suspended tu ya B alafu naenda kwenye namba tano. Kwa hiyo upendo haupo katika maneno unaoonekana, angalia hii hapa, hii chord oh, this chord, umeona hii ni suspended code, suspended two lakini ni B. Kumbuka kwamba hapa ni A, hapa ni A sharp, hapa ni B. Kwa hiyo kwenye B sasa nashika hizi nyuzi mbili hapa na hapa inabadilika inakuwa suspended two code. Eh? Oh sorry, ni hapa na hapa. Hapa na hapa. Maana yake uzi wa 4 na uzi wa 3. Nikizitram hivi. Kwa sababu ni open code na na strap zote inakuwa kwa matendo Upendo haupo ka, katika maneno, unaonekana kwa matendo, hauonekani kwenye rahabu wakati wa shida. Kutumia pick okay. okay. Kwa kutumia pick sasa, angalia. Siku moja nilipigiwa simu, ilikuwa simu ya mwaliko. Jumapili tutamshukuru, ok, Jumapili tutamshukuru kwa sadaka ya pekee, uje u kanisanuu una ulipo fika, wimbo ukaimbwa, wao wakajambe, wametanguliza kijana na binti moja. Msemaji wao akaanza kutoa hotuba fupi kuto kabla sadaka hazijatolewa. Hapa ina namba mbili sana kwa kumponya. Namba mbili, binti yangu ali. Namba moja. Halafu namba tano, nilipomwambia achana na mwanangu akufai tena, alijibu nampenda, nitaoa hivyo hivyo. Sijawahi ona upendo kama huu. Okay guys, so basically aina ya chords ambazo nazitumia sana ni suspended chords. Na mara nyingi ninazotumia kwenye huu wimbo sana natumia suspended 2 and suspended 4 chords sometimes. Kama ni sus 2 inasimama on behalf of a major, mara kama ta a major mimi na deal with a sus 2 this one. Alafu namba mbili pia, unaona hii na hii pia inakuwa ina sound open, lakini pia ina sound suspended eh huh? sus 2 ambayo ni B minor na yenyewe pia unai suspend alafu narudi tena kwenye A sus 2 alafu naenda kwenye namba tano. <coughs> Kupiga open chord ni, ni rahisi zaidi kuliko kupiga closed chord, kwa hiyo ndio maana umekuta na strum tu. Sasa kuna wale wenzangu ambao wanatembea kwenye major chords peke yake wanaweza kafanya ha? siku moja nilipigiwa simu manake moja ambao ni A alafu anaenda B, alafu A tena alafu anaenda D anaenda A alafu anaenda E meja alafu anaenda A alafu D, A, alafu D alafu E alafu hey, Sasa chorus amini mh, ile tune ato, amini ile nini intro yake hmm? Mr. John Mbwili anasema meja kama imejaa. <laughs> Okay <laughs> okay, meja. Okay, sawa, ni kweli meja na tabia ya kujaa. Ah, uh, huyu anasema chords za suspended kwenye gitar inalia vizuri sana. Okay, that yes ni kweli. Na technique moja wapo ambayo inanisaidia mimi binafsi lakini pia na wapigaji wengi nimeona wanaitumia. Ukiwa unapiga one man, yani uko peke yako, ukiwa unafanya gitari ukiwa peke yako. Ukitumia suspended chords mara nyingi gitari inajaa vizuri, alafu alafu mziki unaenea. Yani unajua kuna vitu unakuwa kama unafukia magepo fulani ambayo watu wengine wanaweza wasione. Lakini wewe unaona kabisa kwamba yani inakupa ina, ina ile ari ya ku, ya kuendelea kwa sababu unu muziki unakuwa umejaa vizuri. Imagine kama mtu anapiga A major hivi, alafu unafanya hivi. Ah, yani vitu vili tofauti kabisa. Ni, ni chord, of course number one chord, lakini ina sound different kwa sababu wewe unatumia suspended chords. Eh? Eh, eh? Ah, tena kama ukiwa unapiga progression ya 1 4 1 5, progression ina sound vizuri sana. Eh? Mfano. O mtu anafanya drums, unatumia sana suspended chord kwa ajili ya kutusaidia kujaza muziki zaidi, na kama mnafanya kama rock rock style inapendeza sana sana sana. Kwa hiyo I advise you guys, ukitaka muziki wako huo unajia hebu jaribu kuswitch kutumia suspended chord badala ya kutumia major chord za kawaida hizi Hizi major codes za kawaida zitakucherewesha sana. Kwa hiyo ukiswitch kwenye suspended codes utaenjoy enjoy sana mziki wako sana. Hapo intro imenipita kidogo network. Okay, sorry. Okay, ngoja nirudie intro. Okay, sawa. Nilisema kwenye intro tunafanya tunatumia kanuni ile ile ya fretboard navigation kwa maana ya IVVM. Sasa tuko hapa kwenye M. Ngoja ni, ni ID kidogo hizi nani. Sasa tukiwa hapa kwenye M hapa. Kwenye A hapa. IVV alafu M. Sasa hapa kwenye M of course ndio namba moja yetu ya juu, kwa sababu namba moja ya, ya, chini ni hii A major utaipata tena hapa, na inversion yake ya juu yake itakuwa huko. Kwa hiyo hapa kwenye inversion ya hapa katikati, ndio unaanza na ta. Kwa hiyo ni moja alafu nne alafu moja alafu mbili mbili ni B minor hii hapa. Uh, B minor B minor B minor B minor ha. Kwa hiyo unafanya tunarudia tena hicho kipengele 1 4 1 2, 1 kumbuka, hii ni 1 na hii ni 1, hii ni 1 katika second inversion, hii ni 1 katika first inversion, kwa maana ya huku mwishoni kabisa mwa gitaa. So itakuwa 1 4 1 2 1, alafu napiga hii hapa ni dominant 7 chord. Unaisikia navyo sound Danda, ni niko, ni chord ni niku, nikupe matumizi ya hii ni ndio hii hapa, of course dominant 7 chord hii hapa ni sawa na huku kishika namna hii, maana yake unashika uzi wa ah, kama gitarangu alionekana vizuri hivi ehe, uzi wa tatu ehe pale, alafu na uzi wa pili, uzi wa tatu na uzi wa pili, yeah here here here there we yeah, are uzi huu na huu, alafu unauachia kwa ni hizi nyuzi mbili Ukishika hizi alafu ukistrum ndio ina sound hivyo dominant 7 chord. zina sound vizuri sana. Angalia kwa mfano, umeweka wimbo kinywani mwangu, unapiga dominant 7 alafu unaenda Dsus2, unarudi Asus2, alafu unamaliza E major. Eh, dominant 7 ni umba Dsus2

Niko na mpenda sana mwimbaji alimba wimbo. Mungu ambariki sana huko alipo. Umeweka unaanza dominant 7 umeweka wimbo Kinywani mwangu ili ni imbe. Power of open chords, power of suspended chords. Huyu mwingine anasema sikuwa najua all these chords, major minor diminished, lakini now da mambo moto, nipo nafuatilia masomo yako. You are the best teacher, thank you very much, and God bless you for supporting me. Mungu akubariki sana brother, keep following me, keep supporting me, keep viewing my videos and I god bless you for that. Okay, huyo umeweka wimbo. Okay, turudi kwenye wimbo wetu wa msingi. Leo tumesema tunafanya upendo ya Ambwene Mwasongwe. Kwa hiyo kwenye intro, manake hii sasa, hii dominant 7 ndio isema hapa, manake ndio hii hapa ukiwa umepiga inversion ya juu yake maana yake ndio hii, inaonekana you know, vizuri. Sogeze kwenye kamera, inakuwa hivi. Ehe, uh -huh. Nitaje kidole chako namba moja kinakamata uzu wa nne ni fret ya moja mbili, tatu, nne, tano. Uh -huh. Kidole namba mbili kitakamata uzi wa pili fret ya tano, alafu kidole namba tatu kitakamata uzi wa nne fret ya sita. Kwa hiyo ukistrum hivi ndio na sound ile dominant seven chord ndio isema kipiga ile intro ya ta ta ta ta ta , alafu dominant 7 ta, alafu namba mbili, he, alafu namba moja, alafu namba tano, alafu namba moja. Kwa manake ni A D A B minor, alafu A major, alafu A dominant 7, alafu B

I repeat again. One, four, one, two, one. Dominant seven, then two, then one, five, one. Hivi ndio intro part ya huu wimbo. Hivi ndipo namna ambapo tunafanya kuupiga huu wimbo. Okay, sawa. Then from there sasa tunaanza sasa kodi zetu za zinazoendelea sasa, tunaanzia hapa kwenye siku moja nilipigiwa simu. Yaani, strumming pattern ni wewe ndio unayeamua strumming namna gani, unaweza kuwa unatuliza tu, siku moja nilipigiwa simu. Unaona? Eh, ilikuwa simu ya mwaliko, kwa hiyo mwal eh, sasa tu B sus tu A sus tu alafu naenda, unaenda D major A sus tu, halafu E major unaetana, A sus tu B minor A sus tu alafu D major alafu E major halafu A sus tu. Kwa hiyo siku moja nilipigiwa simu ilikuwa simu ya mwaliko, Jumapili tutamshukuru kwa sadaka ya pekee, uje uimbe kanisani kwetu. Muda ulipofika, wimbo kaimbwa, wao wakaja mbele, wamemtambulisha kijana na binti moja wao, kutuwa, okay. Jijibu. Okay, sawa jamani, that's how we do. Nilikuwa najaribu kutoa general concept kwa wale wapigaji wa gitar, namna ambavyo unaweza kutumia suspended chords, lakini major chords pamoja na numbering system kuweza kutengeneza wimbo wa Ambwene wa siku moja nilipigiwa simu. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya kwa urahisi. Kwa hiyo unaweza ukachukua hizi concept ukazitumia kwenye ndani yako, unaweza kufanya hata kwenye ufunguo mwingine lese. Kwa mfano, tukajaribu kwenye C, siku moja nilipigiwa simu. Kwa maana yake itakuwa C, alafu namba mbili kwenye C inakuwa ni D minor, alafu narudi kwenye C, siku moja nilipigiwa simu. Ilikuwa simu ya mwaliko. Sasa unaweza ukatumia C, hii hapa ni G6 au G7, unaweza ukaitumia kama namba tano kenda kwam, siku moja nilipigiwa simu ni kwenye a, ilikuwa simu ya mwaliko mwaliku umapili sadaka ya pekee, uje uimbe kanisani kwetu. That's how we do. Kwa hiyo unaweza kwa apply hizo uka apply knowledge, kwa sababu kishajua ile numbering system, kwa maana namba moja mpaka namba nane they can just help you to play any key, okay. Sasa wale wenzangu wa kusolo sasa, okay.

solosolo -solo ya, ya nyuzi moja moja mara nyingi uwe na electric guitar, alafu uconnect kwenye effector yako, utasikia ladha. Yani hata ukipiga Okay, that was my time for today. Naona sasa. Okay, jamani Mungu awabariki sana. Nimefurahi sana. Tumekuwa na session nzuri. Na interaction imekuwa nzuri pia. Nikukaribisha tena siku ya kesho, Mungu akupa nafasi, you can just join my live session. Of course, nitakuwa najaribu kufanya bonus ya nyimbo mbalimbali na ABC how to do it. Itakusaidia sana kwenye practical zake. Narudia tena kuwatangazia wale ambao wangetamani kujiunga na darasa langu la mafunzo official maana yake ni kozi ya miezi mitatu. Unapata notes za kozi nzima bure baada ya kuwa umeshajisajili. Lakini lakini pia utakuwa unapata video tutorial kwa kila video ambayo utakuwa nakufundisha kwa siku hiyo. Amini kwa kila session ambayo utaattend kwa siku hiyo. Utaratibu wa kujifunza kila siku unaingia nusu saa. Yaani wewe unachagua muda wako ambao uko free. Alafu tuna shadow. Kwa hiyo ikifika muda wako unajoin, maana tunakuwa wawili tu, mimi na wewe tu kwenye online. Kwa hiyo tunakuwa tunafanya video yetu ya live na video call ya live na wewe ukiwa na gitara lako tunafanya session then we tukimaliza, you just go, then kesho tena hivyo hivyo. Kwa ndio mfumo ambao unaotumia ku attend wanafunzi wangu. Kwa hiyo unakaribishwa sana, kama ukihitaji kujifunza, nitafute kwa namba ya simu 0621029725 narudia tena 0621029725 Natamani ku kushare vitu vingi na wanafunzi wangu. Kwa kama unahitaji tafadhali, ukani just join our classes. God bless you guys, niwatakie usiku mwema, tukutane tena kesho panapo majaliwa. Na Mungu akubariki sana. Bye bye.